Kithaiga wacha ni kuambie. Kithaiga, wachana na mimi Kithaiga, meza dawa za ukimwi pole pole. Kithaiga, ukitaka ni kufanyia delivery dawa za ukimwi hindi zinapati zini zin, zin, free. Hata mita kufanyia delivery free. Wachana na mimi. Uniripoti ya account ya ita kusaidia bro. Account unaweza report account hata uripoti nini. Lakini Sini itazimama na ukweli

Na si ID za hii ndio wanabeba ufala, haonekani pale front line. Wenye wanaonekana pale ndio wenye wako na tamaa. Nataka niwaambie hivi. Mchango ni online. Na wacha niwaambie, na si ID ni yeye alianza hii kitu. Wacha nikupea watu sifa zenye si zao. Mnapea watu sifa zenye si zao. Ni nini nyinyi? Kwani simuulizie vitu venye huwa zilipangwa? Eh? Na ndio maana kwa kina Karuma Boy mambo ilifanikiwa. Kuli, yaani kulikuwa na mpango.

Tunachangia Mama Benja online, hata Benja anajua na nilimwambia bro tutachanga online na mtaona hii ya kuchanga online venye pesa itachangwa mingi. Thank you guys. Tupatane date that hapa online kwa hii platform yangu video. Kiongozi wa Gen Z siku zote top shooter hey. Eh.